Kasaco Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa kazi hii ni kilomita 72 lakini arizi, na vipande vya ardhi takribani 44 ambavyo tutavifanyia kazi, tumeshaanza kazi rasmi hapa na mpaka sasa hivi tumeshafanya kazi ya um, E, utafiti wa viwango tumeshakamilisha, tumeshapata viwango na leo hii tumeanza jukumu la sensitization au utoaji elimu kuhusu zoezi hili, na baada ya hapo e, kama unavyoona wataalamu wameshaingia uwandani kwa ajili ya kuanza kukagua mali za wananchi. Tukishakamilisha jukumu la kukagua mali za wananchi, wataalamu watarudi ofisini kufanya office work kwa ajili ya kufanya uchakataji au ukotoaji wa thamani za wananchi ili waweze kulipwa fidia kwa hiyo kazi zinaendelea e, katika hichi kipande cha sita kwa kasi sana, na sisi kama timu ya mthamini mkuu kutoka Wizara ya Ardhi tutaendelea na jukumu letu kwa weledi e, kwa umakini ili kwamba sheria, kanuni na taratibu katika zoezi hili ili kuhakikisha kwamba mwananchi anapata eh, haki yake ya msingi kwamba iwe, iwe eh, fidia ya, ya timilifu ya haki lakini pia iweze kulipwa kwa wakati. Naamini kila mwananchi aliyopitiwa na mradi huu kwanza ataupokea kwa mikono miwili hakutokuwepo na mambo ya mbambamba mba mba. Zaidi ya hayo tunamshukuru sana Mama Samia kwa sababu, pabila yeye hii SGR tusingeiona mkoani Kigoma, ila kwa kupitia yeye ametusababishia sisi wananchi mambo mazuri sana. Tunampigia makofi huko aliko. Usamini wanaoufanya wana viongozi kushirikiana nasi, tunashukuru kwa zoezi lililopitika. Tumeendelea vizuri na masomo yako vizuri na kazi inaendelea vizuri. Tunashukuru kwa hilo zoezi lililotokea la Kasaco Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.